Kuna nani hapa mwanzo? Naitwa mwalimu Ezekiel wa Nyonyi wa Bomba. Jina langu kamili ni Ezekiel wa Nyonyi wa Bomba, ila mwalimu ni taaluma. Akiwa tu basi ni baadhi ya walimu wa Kiswahili katika chuo kikuu hichi cha mi. Mwalimu, naam, ukiangalia katika tasnia hii ya Kiswahili, ama ukija katika masuala ya lugha ya Kiswahili kuna maswala ibuka ambapo ukiangalia, kwa sasa watu wameanza kutumia Kiswahili kwa njia isiyostahili. Naam, kwako, kama mtaalamu wa lugha ya Kiswahili, ungependa kuambia vipi? Asante sana mwenzangu, na labda niseme kwamba lugha ya Kiswahili ni lugha ya Afrika, kama tunavyosema kwamba tunajivunia Kiswahili ambayo ndiyo fahari ya Afrika na labda nikujuze tu kwamba mimi mwenyewe sijazamia kozi ya ualimu wa Kiswahili. Mimi ni mwalimu wa Kiingereza pamoja na fasihi, ila huwa ni, ninasema kwamba unapoitumia lugha yoyote basi ikaweze kutumika kwa namna ambavyo inastahili kutumika. Chinua Achebe katika kitabu chake, katika lugha ya Kiingereza, Things Fall Apart, anatumia mfano wa methali kutoka katika jamii ya Yoruba kule Nigeria, anasema kwamba Proverbs are the palm oil with which words are eaten. Kwa maana ya methali ni kama mafuta ama tuseme siagi inayotumika kula mkate. Kama siagi inavyotumika kula mkate, basi na maneno ama lugha yoyote ikaweze kuliwa kwa kutumia methali, na methali hapa hamaanishi methali anamaanisha jinsi mtu anavyotumia lugha yake, yaani lugha itumike kwa ufasaha, lugha itumike kisarufi, yani iwe sawasawa. Hatuwezi, sawa, kuzungumza tu lugha ya Kiswahili ambayo labda tu hatuzingatii ngeli hatuzingatii sarufi na kisha tunasema kwamba ni lugha ya Kiswahili. Ni lazima tuhakikishe kwamba lugha tunayoitumia ni lugha iliyo nzuri, ni lugha ambayo mtu yeyote ambaye anatamani kujua kuhusu lugha yenyewe hapotezwi, ila anapata kile ambacho hiyo lugha inahitajika. Asante nam. Asante sana mwalimu, nina swali lingine. Licha ya kwa ku, wewe ni mwalimu wa Kiingereza ah uh, tena ni mtaalamu wa lugha ya Kiswahili alafu kando na hayo pia wewe ni mtangazaji <laughs> kama sijakosea hmm, unaona kwamba hapa nchini Kenya kuna uhuru wa watangazaji kweli? ni jambo ambalo labda sitaweza kulizungumzia kiundani, ila tukumbuke kwamba kila mmoja katika nchi ya Kenya na uhuru. Hasa watangazaji hawa ni watu ambao wanatusaidia upande wa kukuza lugha zetu, ikiwa ni lugha ya Kiingereza, lugha ya Kiswahili na lugha nyingine yoyote hata zile za kina mama ama zile za mama ambazo zinatumika katika uh, stesheni mbalimbali za redio stesheni mbalimbali za televisheni. Kwa hivyo, kivyangu, siwezi kusema kwamba lugha ya Kiswahili ama siwezi kusema kwamba watangazaji wameweza kukandamizwa ama haki yao haijaweza kuzingatiwa, maana wengi wao tumewaona wakijishughulisha na habari wakiendesha shughuli zao, kwa hivyo kwa kusema kwamba sijaona wakikandamizwa, sina maana kwamba hawakandamizwi, lakini sina habari yoyote kuhusu kukandamizwa kwa mmoja au wawili wa watangazaji. Lakini tunalopigania na tunalolipenda ni kwamba tunataraji na tungependa sana watangazaji wakaweze kutumia lugha ya Kiswahili pamoja na lugha ya Kiingereza ama lugha nyingine yoyote ile kwa ufasaha unaostahili. Mwalimu, kwa kumalizia tu